Tuendelee kumshukuru na kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia kuhudhuria katika darsa letu la tafsil al-Qur'an al-Karim na tuzidishe kuzitaka rehma na amani kumwomba Mola wetu mtukufu, zimwende kipenzi cha Mwenyezi Mungu na kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na leo tutaondokea

tukumbushane yale tuliyoyachukua jana na kuyazingatia, ma yukhadhu wa ma yustafad tokana na darsa la jana yapo ambayo tumeyachukua na tumeyazingatia, na kuna faida tulizozipata tulijifundisha kuwa makafiri wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walitoa aliktirahat na walikuwa na matalib kulikuwa kuna vitu ambavyo wanavyovitaka wao, na kwamba wakipatiwa, basi ndio wataamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfahamisha Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasallam kwamba haya wanayoyataka haya hata kama watapatiwa hawa hawataamini na kwamba ikiwa watapatiwa hayo wanayoyataka na wasimwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wataadhibiwa kwa sababu ndo ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya wanayoyataka mitume waliotangulia kabla yako, watu wao kuna mambo waliyataka ili waamini na wakatekelezewa. Walipotekelezewa na hawakuamini waliangamizwa. Kwa hiyo alikuwa anafahamishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ikiwa tutawatekelezea hawa watu wako, ewe Mtume Muhammad, basi kitakachofuata kita wataangamizwa kama walivyoangamizwa, maana hapatakuwa tena na muhula, hawezi kupewa muda. Lakini kwa utaratibu huu wa mazungumzo upo muhula, na ndio utaona yale yaliyowafika waliokuwa kabla ya umma huu wa mtume Muhammad saw sallam walipokuwa na manabii wao, yale waliowafika katika umma huu hayakutufikia, huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu angeliangamizwa, angeliangamizwa. Kwa hiyo tukajifundisha kwamba watu wakiwa na msimamo wao hawatauacha msimamo wao. Mfano, walitokezea watu wawili wapo safarini kwa mbali, kukawa kuna kuna kitu ambacho kila mmoja anaelezea kwamba kitu kile ni kadhaa mmoja akasema yule ni yule ni, ni, ni mbuzi yule. Mmoja akasema yule ni ndege. Hapana bwana, yule ni mbuzi, unasema ni ndege? Basi wakaenda wakaenda wakaenda mpaka wakafika pale. Walipofika pale, akamkuta mbuzi yule aliyekuwa akimwambia mwenzake yule ni mbuzi, akamwambia, bwana sunona, bwana si kwambie, mbuzi huyu ni mbuzi. Yule mwenzake akamwambia, nasema hivi ni ndege eh? ni ndege. Kwa hiyo wale watu wenye inadi ambao walikuwa na matalib mengi aliktirahat kwa mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu alimjibia mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, na tukafahamishana kwamba usipoteze muda mrefu watu wanamna hiyo, kisha waelewa, usipoteze muda mrefu labda ulete jambo jingine, lakini usiendelee na hilo ambalo wenyewe hawataki kuelekea, sipoteze muda wako. Na pia tunaona katika vitu walivyotaka, walitaka wateremshiwe kitabu takateremshiwe kitabu, lakini namna walioitaka ni kwamba kitabu kile kiteremke na malaika wanne, wale malaika e, washuhudie na pia wamshuhudilie Mtume Muhammad kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Fahamu, Mwenyezi Mungu akamjibia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tukifanya hivyo tukakiteremsha kitabu eh, na tukateremsha na malaika kitabu, wakakishika kwa mikono yao eh, malaika wakawaona kwa kila kitu eh, kikawa kama vile Yani, tukawatekelezea vile walivyotaka, hawezi kuamini, hawezi kuamini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfahamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba malaika, ule uhalisia wao wanadamu hawawezi kuwaona malaika kwa uhalisia wao, basi tungeliwateremshia wa katika sura ya binadamu, tungeliwateremshia katika sura ya binadamu. Basi tuchukulie hata basi, Mtume wakateremshwa, Mtume ni malaika eh? Mtume akawa ni malaika, si mwanadamu, bado wangelileta nini Angelileta maneno, angelileta matatizo. Akaliwazwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika kuliwazwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tukasema maliwazo hayo hayo ndio maliwazo ya watu wanaofanya kazi za dawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.